Benki na taasisi zingine za kutoa huduma za fedha zimeendelea kufungwa katika miji ya Goma na Bukavu baada ya waasi wa M23 kuchukua maeneo zaidi katika majimbo ya Kivu kusini na Kaskazini. Solange Kashere ni mmoja wa mawakala anayeshughulika na, na biashara ya kubadilisha fedha. hii siku na kazi nakatala kazi iko mbaya maake banki inafungiwa na banki enyewe asaidiaka watu kuretire apate madolari Sa banki hii kasi. Uhaba wa dola za Marekani umechangia pia kupanda kwa bei za bidhaa mbalimbali. Kashere anaeleza tena: tuko tunakamata mafra kwa wenzetu wa change zingine, ziko zinatokea Rwanda zinatuletea mafra huku. Wakazi kama mchungaji kutoka Goma David Bisimwa anaeleza changamoto anayopitia. Ilikuwa nenda kuretire sent dolar na hii pesa kidogo nilikuwa naandaa kuuza chakula, lakini haienee sababu saa hizi una retire toya, una retire pesa seknwayo wanapakutoya 27, kama enda kutafuta dola kusudi upate chakula, chakula ni dolari banakulomba to ya 30 wafanyabiashara nao wanasema idadi ya wateja inapungua kila siku, huku biashara kati ya DRC na nchi jirani zikiathirika. Wataalamu wa uchumi wanaonya kuwa hali itaendelea kuwa hivi kwa kipindi kirefu iwapo hali haitabadilika.